Katika Kristo tumsifu Yesu Kristu. Karibuni kwenye tafakari yenye kichwa majibu ya sala. majibu ya sala. Kuleta tafakari ni mimi padri Dr. Faustin Kamugisha, paroko wa parokia ya Minziro na msimamizi wa kituo cha Ija cha Mtakatifu Yohana Maria Mzee, Jimbo Katoliki la Bukoba. Mungu anajibu maombi. Somo linalotuongoza ni kutoka katika kitabu cha Isaya sura ya 49, mstari wa 8. Bwana asema hivi, Wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Mwisho wa kumkuu. Yeye aliyeumba sikio anasikia, yeye aliyeumba macho anaona. Mungu anajibu maombi, Mungu anajibu sala, lakini anajibu kwa namna yake, anajibu kwa jinsi yake, anasikia kwa namna yake na anajibu kwa namna yake. Wakati sala zetu hazijajibiwa, tunaweza kufikiri Mungu ametuacha. Anajibu kwa wakati wake. Kwa maana somo linatuambia, wakati uliokubalika nimekujibu na siku ya wokovu nimekusaidia. Wakati uliokubalika wa Mungu unaitwa Kairos na wakati wa binadamu unaitwa Kronos. Lakini wakati wa Mungu ni Kairos, wakati muafaka, wakati uliokubalika, wakati wa neema, wakati wa baraka. Tungependa majibu yetu ya sala yapatikane haraka faster, yaani majibu yao ya mwendo kasi. Lakini Mungu anaweza kuchelewa kujibu sala zetu, anaweza kuchelewa akatujibu wakati unaofaa. Askofu Fulton Sheen alisema kama Mungu wakati mwingine anaonekana kuchelewa kujibu sala zetu, kuna uwezekano wa sababu chache. Mojawapo ni kuwa kuchelewa kuna lengo la kukuza upendo wetu na kuongeza imani yetu. Mwisho wa kumkua yote akishasemwa kuna majibu matano ya sala. Kwanza, kimya, kwa maana kwamba Mungu anasema utatoboa. Hapa Mungu ajibu kimya, kingi kina mshindo, ni kama Mungu anasema, ili liko ndani ya uwezo wako, timiza wajibu wako, chukua hatua. Mtakatifu Augustino alisema, Mungu ambaye alikuumba bila wewe hawezi kukuokoa bila wewe. Yaani, kuna mambo ambayo una mchango wako katika sala, una mchango wako. Pengine mwenyezi Mungu tunasema anaanzia tunapoishia, lakini wakati mwingine tunapoishia anatuacha tumalizie. Anajua hili tunaliweza, hili liko ndani ya uwezo wetu. Kwa akili aliyotujalia tunaweza tukalitatua, tunaweza tukajikakamua tukatatua. Papa Benedikto wa kumi na sita alisema Mungu si mashini ya kutimiza maombi yetu, bali ni baba ambaye anajua kile tunachokihitaji hata kabla ya sisi kumuomba. Pili, kimya, maana yake ombi hili halimpi utukufu. Ombi ambalo linakusaidia wewe na kuwasaidia wengine linampa Mungu utukufu. Ombi ambalo linakusaidia wewe na kumsaidia jirani linampa Mungu utukufu ombi ambalo linakusaidia wewe linawasaidia wanafamilia linampatia mungu utukufu simoni petro aliambiwa na bwana wetu yesu kristu tweka hadi kilindini alivua samaki usiku kucha alilala night lakini hakupata chochote lakini alipotweka hadi kilindini akapata samaki wengi mpaka akawagawia waliokuwa kwenye mtumbwi mwingine hilo lilimpa mungu utukufu tunasoma katika walaka wa yakobo sura ya nne mstari wa tatu mnaomba lakini hampati kwa sababu mnaomba vibaya ili mpate kutimiza tamaa zenu mbaya mwisho wa kunukuu mungu ajibu maombi yanayolenga maslahi binafsi tu bali yanayolenga kuwafaidi wengine na yeye utukufu wake uonekane kuna mvuvi alimwomba mungu kesho mvua isinyeshe na mkulima akamwomba Mungu, kesho naomba mvua inyeshe. Mkulima anahitaji mahindi ya stawi, lakini mvuvi anahitaji asinyeshewe, anaenda ziwani kuvua samaki. Lakini huyu mvuvi alitaka kuwagawia watu fulani waliokuwa na msiba, kuwagawia samaki, na hilo ombi Mungu akalijibu, kesho yake mvua ikunyesha, maana ombi la mvuvi lilimpatia utukufu. Askofu Fulton Sheen alisema, sala si njia ya kumshawishi Mungu abadili mawazo yake, bali ni njia ya kutuandaa kupokea mapenzi yake. Mapenzi yake anataka kupatie ili wengine wafaidi, ndiyo mapenzi yake. Tatu, jibu la sala linaweza kuwa ndiyo, nitakupa na ambacho kuomba. Wakati mwingine Mungu anatupatia bila kuomba, anatupatia hali ya hewa kwenye sherehe, kwenye harusi, hali nzuri ya hewa bila kuomba. Mtakatifu Tomaso wa Aquino alisema Mungu hujibu sala zetu kwa njia tatu: anachotaka, anachohitaji, na mara nyingi zaidi ya tulivyoomba. Napenda hayo maneno, mara nyingi zaidi, zaidi ya tulivyoomba, mara nyingi ya zaidi tulivyoomba. Mfalme Solomon Solomoni aliomba hekima, aliomba busara, Mungu akamjalia na mali. Mtakatifu Teleza wa Avila alisema, Mungu anapotoa toi tu kile tunachohitaji bali utoe maradufu kwa upendo wake maradufu. Kwa nini atoa maradufu kwa upendo wake? Kwa nini atoa maradufu kwa wema wake? Kwa nini atoa maradufu? Sisi ni watoto wake. Nne ni ndiyo, hata usingeomba ningekupa. Kuna mama ambayo Mungu anatupatia bila kuomba, pengine tunaomba lakini anatupatia zaidi, lakini kuna ambacho anatupatia hata bila kuomba. Mtakatifu Thomas Aquino alisema Mtakatifu Augustino alisema Mungu mara nyingi hutoa hata bila sisi kuomba, kwa sababu anatupenda zaidi ya tunavyojipenda wenyewe. Kwa sababu ya kutupatia sisi bila kuomba ni upendo upeo. Sababu ya pili ni wema wa Mungu. Papa Pio wa kumi na mbili alisema neema nyingi tunazopokea si kwa sababu tumeziomba, bali kwa sababu Mungu ni mwema. Mwisho wa kumkuu tano ni ngoja. Unaweza kuomba kitu Mungu akisema subiri, subiri, Wait. Ngoja maana yake Mungu atachelewa kwa vile analifanyia kazi, anafanya kazi nyuma ya pazia, behind the curtain, nyuma ya mambo. Mtakatifu Padri Pio alisema Mungu achelewi bali anajiandaa kutenda kwa wakati wake kamili. mwisho wa Mungu kuchelewa, kwa Mungu si kukataa, kwa Mungu ni maandalizi yake, yanachukua muda, ni mchakato, ana wakati wake mwafaka anataka akikupa na mwingine faidi. Sababu nyingine inatolewa na mtakatifu Yohane wa Msalaba aliyesema, Mungu anapochelewesha majibu anatakasa mioyo yetu kwa subira, ili tuweze kupokea neema zake kwa unyenyekevu. Ni kutunyenyekesha. Monsinyo Hafatone wa Marekani alisema, Mungu anapochelewesha jibu la sala mara nyingi anataka kutuonyesha kwamba kitu bora kiko njiani. Kwa hiyo Mungu anachelewesha kwa vile anachotaka kutupa ni kitu bora. Mungu anachelewa ili tutamani kwa bidii, kama alivyosema Mtakatifu Agustino, Mungu wakati mwingine anachelewesha kile tunachoomba, si kwa sababu hataki kutupa, bali ili atufundishe kutamani kwa bidii kile anachotaka kutupa. Biblia inatuonesha mifano mingi ya Mungu alivyochelewesha waja wake kuwapatia kitu, lakini kwa hekima yake. Ibrahimu na Sara walimngojea Isaka kwa miaka mingi Kadilia kitabu cha Mwanzo sura 21 mstari wa pili. Wana wa Israeli walitanga tanga, tanga, e, wali tanga, tanga, karibu miaka 40 kabla ya kufikia nchi ya hadi, lakini walikaa Misri kwa miaka 400 kabla ya Mungu kumtuma Musa, kitabu cha Kutoka sura 12 mstari wa 40. Lazaro alikufa na Yesu alichelewa kwa siku nne kabla ya kumfufua, Yohana sura 11 mstari wa sita. Kuchelewa kwa Mungu si kukataa kwa Mungu. Lakini Mungu anapochelewa na unapoomba sala, kumbuka kutimiza ahadi yako. Unaposali toa ahadi, lakini itimize ahadi hiyo. Wanaume wawili walikuwa wakielea kwenye mashua wazi, na hali yao ilionekana mbaya, walikuwa wamekwama. Hatimaye mmoja kwa hofu akaanza kusali na kuomba kitoa ahadi. Hey, Bwana, nimevunja amri zako nyingi, nimekuwa mlevi kupindukia, ukituokoa leo hii na hata... ule mwingine akamkatiza: Wacha, wacha, wacha, wacha, wacha, usitoe ahadi hizo. Si aga unaninunulia? Usitoe ahadi hizo kwanza, acha, acha, subiri kidogo, naona kwa mbali kuna mtumbu mwingine uende, watakuja kutuokoa, usitoe ahadi za mm ovyovyo -hmm. Kuna wengine wanaogopa kutoa ahadi. Timiza ahadi zako katika sala na Mungu aliyeumba sikio anasikia, na Mungu anajibu maombi. Usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kusubscribe. Tumsifu Yesu Kristo.